Nasikia kwenye utafutaji, kwenye utafutaji wa maisha, uacha haya eh, wacha haya, wacha kuchagua kazi. Nasikia fata kanuni, sheria za utafutaji na utafanikiwa, utafanikiwa, nasikia. Lakini kama wewe ni mtu wa vipengele Wacha vipengele kwenye utafutaji. Wacha vipengele kwenye maisha. Usilazimishe mapenzi, usilazimishe marafiki, lazimisha sana kazi mm. Marafiki wanaweza kukutoka, mpenzi anaweza kukutoka, lakini kazi haiwezi kukutoka ukiamini na kuipenda, nasikia, kiamini na kuipenda. Kwa hivyo wacha vipengele kwenye kazi. Wacha vipengele kwenye utafutaji. Wacha vipengele kwenye maisha mdogo wangu. Maisha yasubiri mtu. Nasikia.